Niombeni sana na niwasihi sana vijana, huu msimu ni wa korosho. Aiberekosi korosho haijazaa vizuri bado, tuna matumaini korosho itafanya vizuri. Shughulikia mambo ya kupata fedha, achana na mambo ya kitoto ya kuchana maba. Chama cha Mapinduzi leo amezungumza vizuri hapa Kaondo. Amezungumza vizuri Malela, amezungumza ile ukifanya tathmini ya uchaguzi wa jimbo la Tandahimba nafasi ya ubunge Katani nakwenda kushinda kwa asilimia tisini na tano ya wataalamu hi Rais Samia anakwenda kushinda kura za urais kwa asilimia tisini na nane Yani chochote kitakachozungumza na ICT nilibuhabuha, hakuna chochote ambacho hata moja ya kuibadilisha kura ya CCM. Tunaosema CCM ni mangapi? Ili mambo yaende lazima umchague diwani wa Chama cha Mapinduzi. Ili mambo yaende lazima umchague mbunge wa Chama cha Mapinduzi. Ili mambo yaende lazima umchague rais wa Chama cha Mapinduzi. Lakini kituo chake ambacho mnakililia Mnyawa changiaji wakubwa wa kituo chenu tangu kinaanza nikiwa pita mimi, niwahakikishie. Kwa sababu najua kilio kikubwa cha Mnyawa ni kituo cha afya, nikopesheni kura, mimi kopesheni kura, Chama cha Mapinduzi, na wala deni hili msimtafute mchawi mwingine yoyote wa kituo cha afya Mnyawa. Muulize diwani wala mtendaji wa kata, niulizeni mwenyewe kata. Najua changamoto zenu kwenye shule ya msingi, sitaki niingie huko mimi, nataka ile ngoma tuimalize kwanza ndio tuingie. Jambo la pili, shule yenu ya msingi nafahamu ni chakavu na ujenzi wa kituo cha polisi ambao unasuasua, nafahamu lakini, nafahamu kilio kikubwa cha watu wa Mnyawa, cha kwanza, cha pili. Mie Katani ndo nimeleta kadi za ACT mkoa wa Mtwara huu wote, sio mtu mwingine. Mimi sio mwenda wazimu nikaamua nirudi sisi. Leo vijana wenye akili mnamoona, Zito sio mjinga, sio mjinga Zito anayemuunga mkono rais wa sisi, nye vijana wote mna simu kubwa, mmeona hata wakati baba Levo akiwa anataka rais aseme anasema